Jina langu ni Roy. Nina miaka 38 na ninaishi Dar es Salaam. Na leo sizungumzi kwa furaha, nazungumza kwa uchungu. Nazungumza kwa sababu nimeona mengi. Nazungumza kwa sababu nimekaa kimya kwa muda mrefu sana. Leo nataka kuzungumza kuhusu jambo ambalo wanawake wengi wanaogopa kulisikia, lakini wanalihitaji kulielewa. Jinsi ya kumfanya mwanaume akupatie pesa zake, au akuombe akupe pesa nyingi. Na kabla hujanihukumu, nisikilize mpaka mwisho. Kabla sijaendelea, kama umewahi kulia usiku kwa sababu mwanaume anakupenda kwa maneno lakini sio kwa vitendo, like hii video sasa. Subscribe kama unajisikia kuchoka kuumia kimya kimya, na comment hapo chini unanitazama kutoka wapi. Nimekaa na wanawake wengi, wanawake wazuri, wanawake wana akili wanawake wana mioyo safi, lakini karibu wote wana swali moja moyoni: kwa nini nampenda sana lakini hanipi chochote? Na hapa ndipo ukweli unauma. Mwanaume hatoi pesa kwa sababu ya mapenzi pekee. Hatoi pesa kwa sababu umekuwa naye miaka mingi. Hatoi pesa kwa sababu umevumilia. Anafanya maamuzi ya pesa kwa hisia zake za nguvu na thamani. Unapojishusha, unamfundisha mwanaume jinsi ya kukutendea. Unapokubali kidogo, anatoa kidogo. Unapokubali ahadi, anakupa maneno. Wanawake wengi wamelelewa kuamini kuwa kuwa mpole, mnyenyekevu na kuvumilia ni nguvu, lakini katika akili ya mwanaume kuvumilia kupita kiasi ni ishara ya udhaifu, na mwanaume hawekezi kwenye kitu anachokiona hakijiamini. Ukweli mchungu ni huu: kuna wanawake hawapigi kelele lakini wanapata kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu hawajiombi, wanajionyesha kama thamani. Mwanaume anapokuona kama thamani, anajisikia kupoteza kama hata kuwekeza. Lakini akikuona kama mtu wa atahama tu, hatahisi presha yoyote. Na hapa ndipo nataka ufungue macho. Tatizo si mwanaume wako pekee, tatizo ni nafasi uliyokubali kuwa nayo kichwani mwake. Usijidharau kwa kusema mimi ni mtu wa mapenzi sana. Mapenzi bila mipaka ni tiketi ya kuteseka. Mapenzi bila kujithamini ni mwaliko wa kudharauliwa. Leo nataka uanze kufikiria tofauti, uanze kujiona kama mtu wa thamani, na mwanaume atafuata mfano huo. Nina hasira kwa sababu nimeona wanaume wakicheza akili za wanawake, si kwa sababu wao ni wabaya, bali kwa sababu wanawake wanawapa nafasi. Ukweli huu unauma, lakini lazima usemwe. Mwanaume anapokuona kama mtu ambaye hataondoka, hata akipewa kidogo, atakupa kidogo. Mwanaume anapokuona kama mtu ambaye ana mipaka, ana thamani na ana maisha yake, ataanza kufikiria mara mbili. Wanawake wengi wanaingia kwenye mahusiano wakiwa tayari kujitoa kabla hata mwanaume hajaonyesha uwezo wa kutoa. Hapo ndipo makosa makubwa yanapoanzia. Usimpe mwanaume kila kitu wakati hajakuwekeza chochote. Usimpe upendo wa mke wakati hajakuonyesha uwezo wa kuwa mume. Usimpe huduma za kifalme wakati anakulipa kwa maneno. Mwanaume hathamini kile anachokipata bure. Na hilo halimaanishi uwe mkali au mwenye dharau. Linamaanisha ujithamini. Unapozungumza na mwanaume kuhusu mahitaji yako, angalia sauti yako. Je, unaomba au unaeleza? Je, unaomba kwa hofu au unaeleza kwa kujiamini? Wanawake wengi wanapozungumza kuhusu pesa, wanajifanya wadogo, wanajifanya wanahatia, na mwanaume anahisi nguvu juu yako. Badilisha hilo, zungumza kama mtu wa dira, na tengeneza mpango huu. Nahitaji msaada ili kufika hapa, sio naomba unisaidie. Mwanaume anawekeza kwenye mwelekeo, sio kilio. Na kama mwanaume wako hapendi kuona ukikua hapendi kuona ukifanikiwa, basi tatizo ni kubwa kuliko pesa. Naomba niseme hivi kwa uchungu: mwanaume anayekupenda kweli hato kuona mzigo, ataona fursa, ataona fahari, ataona sababu ya kutoa. Na kama anakuona mzigo, usijilaumu, jiulize, uko wapi kwenye maisha yake. Usiogope kujiondoa kwenye nafasi inayokudharau. Kuondoka si kushindwa, ni kujiheshimu. Nitamalizia kwa hili. Thamani yako kama mwanamke haipimwi kwa pesa anayokupa mwanaume, lakini pesa anayokupa mwanaume ni kioo cha jinsi anavyokuona. Ukijiona mdogo, atakuona mdogo. Ukijiona wa kawaida, atakuona wa kawaida. Ukijiona wa thamani, atalazimika kukutendea kama wa thamani. Nimeongea kwa hasira, kwa sababu nimeona maumivu haya na macho yangu moja. Nimeongea kwa uchungu, kwa sababu ningependa mtu aniambie ukweli huu zamani. Kama umeelewa like hii video, subscribe kwa sababu bado kuna ukweli mwingi unaokuja, na comment hapo chini niambie, je, yeah, mwanaume wako anakuheshimu au anakuzoea? Mimi ni Roy, miaka 38, Dar es Salaam, na huu ni ukweli ambao wengi wanauogopa.